kwamba mahakama ya wilaya ya Chunya imemhukumu kifungo cha maisha jela mtu mmoja anaitwa Joakim Joseph Rudebo miaka 30 ni mkazi wa kijiji cha Lupatingatinga, baada ya kupatikana na hatia kwa kosa la kumbaka mtoto wa miaka minne. Hukumu hii imetolewa tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2025 mbele ya mheshimiwa James Mhanuzi na mwendesha mashtaka wa serikali ambaye ni mkuu wa mashtaka katika wilaya hiyo Mwajabu Tengeneza na tukio hili ilitokea tarehe 23 mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na nne hmm, saa moja na nusu asubuhi huko katika kijiji cha Ifuma kilichopo kata ya Lupatingatinga, tarafa ya Kipembawe, wilaya ya Chunya, ndipo mtumiwa baada ya hapo aliweza kukamatwa na kufikishwa kituoni na upweza kukamilika na hatimaye kufikishwa mahakamani hadi kufikia hatua ya kuweza kupatikana na kifungo hiki. Wakati huo mahakama ya wilaya Chunya imemhukumu mtu mmoja ambaye anaitwa Obedi Abrahamu Mlugala miaka 36 kwa kosa la kumbaka mwanamke mwenye umri wa miaka 31. Mtumiwa amekamatwa na, na kufikishwa katika kituo cha polisi na hatimaye tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2025 e, mbele ya Mheshimiwa James Mhanuzi na kesi ikiongozwa na mwendesha mashtaka wa serikali e, ambaye anaitwa Mwajabu Tengeneza ambaye pia ni mkuu wa mashtaka katika wilaya hiyo e, waliweza kufikia hatima ya kumtia hatiani mtumi huyu baada ya ush ushahidi uliotolewa kujitosheleza.